Siri ya Bermuda Triangle ama pembe tatu ya shetani. Kwenye dunia hii kuna maeneo yanayoogofya sana, lakini maeneo machache yana hadithi za ajabu kama pembe tatu ya shetani ama pembe tatu ya Bermuda. Je, eneo hili lina nguvu zisizoeleweka ama kuna maelezo ya kisayansi yanayothibitisha matukio yanayotokea eneo hili? Leo, tutachunguza ukweli wa siri hii ya Bermuda Triangle historia za kutisha tangu karne ya ishirini meli na ndege zaidi ya elfu moja zimepotea katika eneo hili la pembe tatu ya shetani, lakini hakuna ishara za dharura, hakuna mabaki yaliyopatikana wala hakuna majibu yanayoelezea visa hivyo. Je, matukio haya yanatokana na nini? Disemba tano, mwaka elfu moja miatisa arobaini na tano. Flight 19 ndege tano za jeshi la wanamaji la Marekani zilianza mafunzo ya kawaida katika eneo la Bermuda Triangle, lakini hazikurejea kamwe. Marubani walitangaza kuwa dira zao ziliacha kufanya kazi, anga pia lilikuwa na giza, na kisha kimya kikatawala. Ndege ya uokoaji ilitumwa kuwafuata, nayo pia ilipotelea huko huko, haikurejea tena. Mwaka 1918 meli ya kijeshi yenye watu 306 iliondoka Barbados na kuelekea Baltimore, lakini haikuwasili. Hakuna mawimbi makali yaliyoripotiwa kutokea baharini wala hakuna dalili za mashambulizi zilizotokea, ila ilitoweka kana kwamba ilimezwa na bahari na haikuwahi kupatikana hadi hii leo. Mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane na mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tisa ndege mbili za Uingereza, Star Tiger na Star Alia, zilipaa juu ya pembe tatu ya Belmuda ama pembe tatu ya Shetani, na hazikufanikiwa kufika zilikokuwa zinaelekea. Pia hakukuwa na ishara ya hatari wala hakuna mabaki ambayo yalipatikana. Je, ni uzembe wa kibinadamu ama hali mbaya ya hewa au kuna nguvu nyingine iliyokuwa ikiwavuta tandani ya giza. Je, siri hii ina maelezo ya kisayansi? Watu wengi wanasema pembe tatu ya shetani ni kitovu cha nguvu zisizo za kawaida, lakini wanasayansi wanaelezea vipi matukio haya? Tutazame nadharia mbalimbali ambazo zimekuwa zikihusishwa na Bermuda Triangle ama pembe tatu ya shetani. Nadharia ya kwanza, uwepo wa majini au viumbe wa anga. Wengi wanaamini kuwa nguvu za ajabu zisizoonekana au viumbe wa anga huwa wanahusika na kutoweka kwa vyombo hivyo vya usafiri katika ajali mbalimbali. Mashuhuda wanasema waliona mwangaza wa ajabu kutoka angani kabla ya ajali kutokea. Nadharia ya pili, mchanganyiko wa sumaku ya dunia na upepo wa ajabu. Pembe tatu ya Bermuda ama pembe tatu ya shetani ni mojawapo ya maeneo machache ambayo dira zinavurugwa na sumaku ya dunia. Hii inamaanisha kuwa marubani na manahodha wanaweza kupoteza mwelekeo na kushindwa kuelewa walipo na kupelekea vyombo vyao kupotea. Nadharia ya tatu ni uwepo wa gesi chini ya bahari. Bahari ya Atlantic ina hifadhi kubwa ya gesi ya methane, ambayo ikiyeyuka ghafla, gesi hii inaweza kuunda mapovu makubwa yanayoweza kuzamisha meli kwa sekunde chache. na nadharia ya nne ni mkondo wa guba, mkondo wenye nguvu isiyoweza kuzuirika. Mkondo wa guba ni mkondo wa bahari unaosafiri kwa kasi ya ajabu. Ikiwa meli au ndege itaanguka ndani yake, inaweza kusukumwa mbali kabisa na mabaki yake kutawanyika haraka. Na nadharia ya tano ni mawimbi makubwa yasiyoeleweka. Mawimbi haya ya bahari yanaweza kufika mita 30 kwa urefu, nguvu yake inaweza kuvunja meli vipande vipande katika muda wa sekunde chache. Je, kuna ukweli wowote katika hofu ya pembe tatu ya shetani ama pembe tatu ya Bermuda? Kwa miongo mingi watu wameamini kuwa Pembe tatu ya Bermuda ni eneo la laana. Licha ya hadithi nyingi, wataalamu wanasema Pembe tatu ya Bermuda si eneo la ajabu, bali ni moja ya njia zenye msongamano mkubwa wa meli na ndege duniani. Ajali hutokea mara nyingi kwa sababu ya hali ya hewa, ama makosa ya kibinadamu, ama nguvu za bahari.